katika sifa na miujiza ya mtume Muhammad, tofauti na miujiza wenzio wamepewa miujiza yake mtume, maneno yake yanakuaga mafupi lakini yana falsafa kubwa. Ukitaja katika miujiza yake, tambua maneno madogo lakini ni bahari ya maisha, ni maneno ya mtume Muhammad alikuwa haongei sana. Sasa leo hotuba ya leo, nasi tusiwe na maneno mengi, tuifanyie kazi hadithi hii fupi ya Mtume Muhammad. Hadithi yenyewe inasema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra au kullu mauludin yuladu ala alfitra imma abawahu au abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi au kama qala alayhi salatu wassalam. Ndio hayo hadithi yetu tu basi, kila mwenye kuzawa kuzaliwa, ala alfitra, kuzaliwa juu ya utu, juu ya Uislamu, kuzaliwa msafi kabisa. Imma abawaihi, imma wazazi wake wawili, yuhawidani, wamtie uyahudi kwa kukosea taalimu na tarbia ya malezi, au yunasiranihi, au wamtie kwenye unasara, au yumajisanihi, au wamfanye majusi. Kwa hiyo watu wote huzaliwa katika kheri. Hii sala la malezi Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam ni sala ambalo amelihimiza mno, na ni sala ambalo ametukabidhi kina baba sisi wa baba tuliokuja kwenye ijumaa ya leo, tuambiane mambo ya ukweli. Watoto wakizaliwa kwa kawaida huanza kunyonya kwa baba zao. Baba ndo mlezi, mama analea kidogo tu. Wataalamu wa tarbia wanasema, wewe baba una asilimia 80 kesh za malezi bora yaliosalimika kwa mtoto mpaka akawa hafidh wa Quran akawa mwana wa chuoni akawa kila kitu, wakati mke wako ana asilimia kumi na nane tu. Kwa hiyo kale katoto ka kiume kule nyumbani akawezi kakawa ka mwanaume kasawasawa, au kakawa katoto ka kike kasawasawa, isipokuwa wewe ndo mlezi utakaokafanya kakawa sawasawa -sawa kabisa. Nitataja malezi machache kabisa kwa ufupi kabisa, mtoto anaanza kulelewa akiwa na umri wa miaka sifuri, bali wanawachuoni wanasema hata yule mtoto mwema yule. Kama unamtaka mtoto mwema, kwanza tambua mtoto mzuri na mtoto mwema, na kila mmoja anataka awe na mtoto mzuri leo. So watoto wanatushinda kwa sababu watoto wetu wana walimu wengi sana, vichwa vya watoto vimejaa maswali, majibu yao ni mwalimu kule shuleni, ni baba na mama nyumbani. Leo watoto wetu yala alasaf, nyakati tatu wamekatazwa wasiingie kwa wazazi wao. Sababu so, vichwa vyao vimejaa masali. Kabla alfajiri wasiingie kabisa, baada adhuhuri wasiingie, baada alisha wasije, wakaja kuwaona wazazi wao maungo yao, wakapata tafasiri nyingine kabisa. Na baba anayejielewa hawezi kufunua kitambi chake mbele za watoto ndo. Nini sasa, baba mzima na kipenzi mbele ya watoto, unaharibu watoto. We si mlezi wa Kiislamu? God love zako mbele ya binti yako mdogo, unamfundisha nini? unamfundisha kitu gani? hasa kina mama, hasa wazae nguo zake ni matiti yake mbele ya watoto, mpaka watoto, kuna vitu wanafikiria, wanaharibika watoto. Mwengine kajistiri yeye hey. Lakini kuna television kubwa, kuna mzee TikTok. Ili mtoto leo atulizane, anapewa simu, wanaperuzi zile TikTok, anaanza kuona watu wamevaa nusu uchi, picha zile za Kihindi, anacheza mtu mpaka unaona kama kuna kitu, utaona yani wale watoto kupitia media. Iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, anasema minasharati saa miongoni mwa alama za kiyama, sayati zamanu na ala ummati, katika zile ishara ndogo ndogondogo alizozitaja mtume na zimetokea karibu ya 30. Tati fitnatun la tatruku baitin min buyuti larabi illa la layadkhuluha, anasema miongoni mwa ishara za kiyama itakuja fitna, utakuja mtihani fitna hii haitoacha nyumba ya mwarabu wala mwajemi wala mbongo itaingia. Shurahu lhadithi wanasema, fitna yenyewe mnaijua ni media, hizo ma TV yayo simu hayo. Nani atakataa leo hii simu sio fitna? Mara ngapi ushapigana na mkeo kwa sababu ya simu? Wewe uko bafuni, simu yako ikiita, roho iko juu roho iko juu, mashaka ya hali ya juu. Kuna uchafu wa kila aina fil hawa. Hapa tumekaa msikitini, hewani huko kuna vitu vinaingia kutoka Marekani USA, UK, vichafu vichafu, na vingine huko msikitini vimejaa ndani ya simu. Mara ngapi simu umenunua mwenyewe umemnulia mke wako alafu unaivunja mara ngapi simu. Mzee mmoja anasema hizi sio simu, hizi ni sumu na ni sumu kweli hizi. Sasa kwa kuharibu watoto, hatari kwelikweli, zinaharibu watoto kwelikweli. Kwa hiyo tarbia ya watoto, watoto katika malezi, nyakati hizo hawaruhusiwi kuingia majumbani mwetu, ili kusudi wasipate majawabu. Umejitahidi katika hilo, lakini television, hatusemi mutlaqun ni haram, matumizi ya tv ni mabaya mabwana We ndani ya TV inahamasishwa salama condoms inahamasishwa watu kukisi na kubusu mtoto anaona yale, na ni mtoto wako amekaa pale. Ndio maana vitoto vidogo vidogo ukiviweka vinabakana, na ni mtoto eti wa shekhe, wa imamu, ustadh. Tumekwisha wazungu ni wajanja sana. Almuslimuna ala shurutihim, waislamu wana miko yao

alikuwa katika khutba mimbari, mtawafata mtawafuata shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa. Kisha Mtume akaongeza namna mtakavyowafuata kwa kuwapenda, hata wakiingia kwenye shimo la kenge wakang'atwa, mabwana wakubwa hao, na nyinyi mtaingia kwa sababu wameingia. Mmoja akauliza kina nani hao ya Rasulullah? Au ni mayahudi na manasara? Sema haya, kama si hao ni kina nani? Sasa na tumewafuata kwa kiasi kikubwa sana mayahudi la tajidu qauman yuuminuna billah yuwaduna man hada Allah wa rasulahu, huwezi kuwakuta waislamu wakisawasawa eti wawafanyie mapenzi maadui wa Allah na mtume wake hata siku moja, hata wawe baba zao wawe watoto zao au ashirata wawe marafiki zao tu, hawana mapenzi nao. Leo pengine msikitini, bukta lako uliolivaa lina picha ya yahudi mmoja ambaye Yahudi huyu kwa sababu anacheza mpira unampenda sana Yahudi huyu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atuongoze. Onwani ya hutuba yetu ya leo ilipokuwa inalenga ni atarbia, ilikuwa inalenga tarbiyatun, malezi, definition ya malezi, ukisema malezi, maana ya malezi ni mapenzi kwamba yule unayemlea unamtamania awe sawa na wewe au zaidi yako, na hakuna mzazi aliyokuwa hasidi kwa mtoto wake. Kwa hiyo ukisema malezi, maana ya malezi mapenzi. Utakuta umesoma, utamani mtoto wako awe zaidi yako. Una mali, fanya biashara, utamani mtoto wako awe kopi yako mara mbili. Kila mmoja anamtamania kijana wake kheri hizi. Isipokuwa malezi sasa yako ya sampuli mbili, kuna malezi bora na kuna malezi mabaya. Sasa ili tupate malezi bora, kwanza kina baba, tunawasikitikia baba ambao hawana time, hawana muda wa kukaa na watoto wao katika maisha kuna vitu itakiwa vipe kipaumbele na vinaenda kwa utaratibu. Kila kitu kina utaratibu katika dunia. Kitu cha mwanzo cha kukipa kipaumbele kuliko chochote Allahu wa rasuluhu, Allah na mtume Muhammad, ovurugwe nao haswa, au waweke mbele kuliko chochote. waja wema waliopita walikuwa wakitangaza, Allahu ghayatuna warasulu zaimuna wa lquranu dusturuna, Allah ndo malengo yetu, mtume ndo kiongozi wetu, Qurani ndiyo katiba yetu. Kwa hiyo kitu cha mwanzo, fungu la kwanza, mweke mbele ya Allah na mtume kuliko chochote, kuliko mkeo, kuliko mali yako. Unakijua kitu cha pili? Wazazi. Wazazi waweke mbele kuliko lolote. Kuliani mwako kuna baba na mama janna yako. Kushotoni mwako kuna mke na watoto masuhulia yako. Usiwe hapa msikitini umekaa unanisikiza kwa umakini lakini huishi na mzazi wako, mzazi kijijini, unafungukiwa vipi kwa mfano? Watu wengi ukiwafanyia bahthi tafiti, hawaishi na wazazi wao, wameyatelekeza. Na hata mtu ukimwambia, Shekhe, mara ya mwisho uliwasiliana na babako lini? Baba, eh baba. Ndiyo baba, ilikuwa mwezi kama miezi minne iliyopita. Wewe muislamu kweli wewe? Haya, tupaache hapa. Jambo la tatu cha kuweka mbele kuliko marafiki ni mke wako na upande wa mke mume, wake huyu mpigie mahesabu kabla hata ya watoto. Huyu ni partner wako, kifo na mapenzi ni vitu vyepukiki. Mke wako mfadhilishe, mweke mbele. Tena tambua mke wako ni mrithi wako nake. Kuna baadhi ya watu hata mali zao wanazificha wake zao hawajui, wanajua ndo uanaume. Sio uanaume wala si Uislamu. Kuna hatari wewe siku ukifa mali zako zikachukuliwa na ndugu zako au na madalali. Ndo anajua unajenga huko Mbagala, mkeo hajui, na ndo mrithi wake. Mtu mmoja alipata ajali, sasa yupo katika sakarati. Anamwita mke wake, "Wife, nakufa, nakufa ehe. Sasa lakini pale nimekuachieni milioni mia, tutasomeshea watoto." Huyo kishakufa, watu wakazika, dua zikaombwa. Mama akaanza kusema, lakini baba hajatuacha vibaya, ametuachia milioni mia, watu masha Allah, ntasomesha watoto na mii ntajiwekaweka ule mda wangu wa eda. Wakamuuliza sasa, haya hizo milioni mia ziko wapi? ziko pale. Wapi pale? Wapi si pale hapa? Julikani, unaijua dunia ya leo? Dada yako mzazi anazijua zilipo, nana hasemi watoto wanaishi mafukara. Kwa sababu gani? Mke wako ni abiria asioshuka njiani. Watu wote walioshikamana na maisha yako ni abiria, wanateremka barabarani, lakini mke wako hashuki, ima umzike au yeye akuzike. Utaishi na mtoto, baadaye atakwenda kujitegemea. Sehemu ya mwisho ya wa kufadhilisha watoto wako, watoto uwape nafasi ya kutosha kwa haraka mambo mawili. Hata sikujua kwamba saa itanipiga chenga namna kama hii katika malezi bora. Cha mwanzo kabisa mtoto anaanza kulelewa na umri miaka sifuri mpaka miaka minne. Hii miaka sifuri mpaka miaka minne, wataalamu wa malezi wanasema hichi ni kipindi cha utambulisho kwa mtoto. Sauti yoyote atakayoisikia, picha yoyote atakayokuja kuiona, ndo atakuja kuona baadaye kuna kitu ambacho kipo katika minding ya kila binadamu, kumbukumbu. Mara nyingine watu wengine wanawaingilia wake zao, au wanaingiliana mbele ya watoto wenye umri chini ya miaka sifuri mpaka miaka minne, wao wakitambua kwamba hawa watoto hawajui chochote. Kwanza mtoto anapata athari mbaya, hawajui chochote nilikuwa na mke wangu, mtoto wetu si mdogo, unakuta kile kitoto kinatulia, kinatizama. Ni kweli haelewi chochote, haimaanishi kwamba yule mtoto hakamati chochote. Kuna samkashas mind, kifaa kinaitwa samkashas mind, katika akili ya mwanadamu. Kifaa hiki kikishika kitu hakitoki mpaka anakufa nacho. Kwa hiyo huyu mtoto pale ulikuwa unamtambulisha jambo pale, ndo unakuta baadaye mtoto anaweza akaona picha fulani, anavuta hisia ya zamani, anaona picha chafu kwenye televisheni, asema hata baba angu na mama angu walikuwa kama hivi. Kwa hiyo hichi kipindi ni kipindi muhimu sana kwa mtoto. Jambo la pili, unapomzaa mtoto, kuna mambo mawili yazingatie. Kwanza, ukimzaa mtoto usiseme ni mali yako. Ukisema ni mali yako, kuna malezi mawili yatatokea. Ema, unaweza ukamnyanyasa mtoto ukapiga unavyotaka kwa sababu ni mali yako. Sema Allah akajalia huyu mtoto kupitia mimi nizaliwe naye, au unaweza ukamdekeza ukamharibia future ya baadaye na ukamfanya kitega uchumi. Kuna watoto wawili wakikua baadaye katika jamii, kuna mtoto anatamani ya kuwa aondoke hapo nyumbani kwa sababu unyanyasaji umezidi sana, lakini pia kuna mtoto hata aolewe anapamisi nyumbani, ataki kuondoka namna alivyodekezwa nikipata dakika baada ya sala hapa naweza nkarudi. Tunahama kutoka miaka sifuri mpaka miaka minne sasa, miaka minne mpaka miaka kumi na tatu hii ndio miaka ya hatari, kina baba wenzangu. Kipindi hichi tuna, tuna, tunapewa nyasia. Kipindi hichi si kipindi mtoto wako umwachie kila mmoja aishi naye, ya mlee kwa sababu binadamu yoyote Miaka minne mpaka miaka kumi na tatu, maisha atakayopitisha hapa katikati ndo maisha atakayokuja kuishi baadaye akiwa mtu mzima, na hiyo ndio hali. kuna baadhi ya watu wamesoma dini lakini, unawakuta pamoja wamesoma dini, wana vitendo viovu, wana roho mbaya, wanaonesha ukatili mpaka msikitini. Hamjai kuona nye Mbagara? hamjai kusikia ustadhi wa madrasa mtoto Sijuusijui ikachelewa ikafanya ikafanya nini, kamchinja Mbagala pale, kamchinja. You can imagine, ustadi unamchinjaje mtoto yeye? Yeah, amjui. Watoto wakiwa chini ya umri miaka minne mpaka kumi na tatu, kuna kitu wazungu wanakiita check in. Mzazi hicho lazima ujistahidi kwa mtoto, yaani wewe ndo mlezi. Wale waliokuwa mashuleni wanatekeleza wito, lakini mwalimu wa mwanzo wa mtoto ni baba na mama. Ndio maana Mtume asema manahala walidun an walidihi, mzazi hajampa mtoto wake zawadi nzuri, zawadi nono kama kumpa adabu njema. Hakusema mwalimu we, mtoto wako umempa adabu gani? Sasa kipindi hichi, mara nyingine watoto wanaumizwa, watoto wanasikitishwa, watoto wanahuzunishwa, halafu hawezi kujielezea. Mimi nilisafiri nikaenda Kenya nilivyofika kenya kuna redio rahma pale nikapewa nikatoa mawaidha tena nikaambiwa tuelezee malezi nikaelezea athari za miaka minne mpaka kumi na tatu nikasema maisha mtu atakopitishia hapa anakuja kuishi baadaye akaja baba mmoja hivi mkaka mzuri very handsome anaambia yahe mimi nimekwenda umra na mke na watoto hili ulolitaja baba limenikuta nikamwambia anieleze akaniambia ustadhi, mimi bwana nimeenda mpaka Maka, nimeenda mpaka Madina kumzuru Mtume Muhammad, naipenda dini yangu nachukia maasi, lakini ustadhi, wallahi na vitendo vya kaumu Luti vya kishoga shoga, leo natubia, kesho nafanya tena, nana mke zangu, na nanamke yake wanaume wenzangu ananitanguliza lina nikera. Nikaambia sosi yake nini? Twende kidogo kidogo, ambia lilivyokuwa na umri ule utaja. Kwa bahati mbaya, wakati nilikuwa nikienda darasani mwalimu alikuwa akinifanyia vitendo hivi vya udhalilifu, akininajis, kaniharibu, kaniharibu. Ndani ya umri huu hapa, ni umri wa hatari kweli. Wenyewe wanasema ukitaka kuharibu utu uzima wa mtu, chezea utoto wake. Watu wengi wamechezewa. Niliona picha, kuna dada mmoja wa kazi, hata nanyi nafikiri mshai kuziona. Wallahi, dada yule kuna kitoto sema, nyumba ilikuwa ina kamera. Kaachiwa ni maid, mfanya kazi hausigeri, kaachiwa kidodo kitoto kichanga, na bosi wake kaenda kazini. Yule mdada kile kitoto kakishika kakipiga chini kwenye sementi, naye akapanda kwenye sofa, akaruka anakirukia kile kitoto tumboni, alafu anakipigisha msamba mpaka kinatokwa na damu. Yani kitoto kimelia mpaka kiwezi kulia alafu akakibana katikati ya miguu yake, kitoto kama kile akawa anakibamiza ukutani, alafu anakiuliza mama wako ataacha kuntukana, ba watanipa mshahara wangu. Yani we ukitizama kwanza unalia. Sasa ukifikiria huyu ni mnyama kiasi gani! Kila anayetizama sema ah, mengi muona udada, wallahi naua si mtu huyu. Ufikiri kwa nini kafikia hapo, unakuta hata yeye pengine aliishi na shangazi, aliishi na mama kambo, akamfanyisha vitendo vya kikatili. Athari imekuja baada ya miaka kumi na tatu. Hichi kipindi sio mtoto wako unampampa mtu tu, unampampa mtu hata baadhi ya boarding eh, sii, tulikuwa walimu wa boarding eh, baadhi ya boarding lazima utizame, kweli anaenda kusoma dini? Boarding ina sifa gani? wakati hautoshi